Yes, Neto Scott Beatz touch touch kutoka Safination Music ni producer halali kabisa wa Safination Music. Ah, hapa nikitaka kuwasogezea kijambo kidogo kwa sababu wananiuliza, inakuwaje snare zinakuwa na kelele sana snare? Ili tuzitulize snare inakuwaje, eh? Maana hata kama vitu vingine ni vidogo basi wapo ambao hawavijui na wengine wanavijua kwa hiyo mtu anapouliza kitu natakiwa tumfikishie jibu lake, tumtendee haki ili kumsapoti aweze kujua. Ukiona mtu ameuliza kitu, basi yeye akifahamu na anahitaji kukijua, kwani hata wewe hapo ulipo unachokijua sasa hivi, basi hapo mwanzo ulikuwa ukijui, ukauliza kwa mtu ambaye anayekijua na kukielewa, ili nawe upate kukijua so jinsi gani ya kuweza kuituliza snare isiweze kupiga kelele, iwe katika hali mzuri, hali ya usikivu. So kwa mfano, inapopiga ile snare mwishoni inakuwa inaleta kelele, inakuwa ina hai. Sasa jinsi gani tunaweza kuituliza ile hai? So tutapitia katika sehemu kama tatu hivi za kuweza kuituliza hii snare yetu. Hebu twende, tukaone tunaitulizaje hii snare yetu. Hata hii tuweke hapa. So chap chap chap chap. Chap chap chap chap chap chap chap. Chap chap chap. Tutakuwa tumepiga hivyo. Tunaisikia jinsi ilivyokuwa ina kelele hii snare yetu hapa. Okay, hatua ya kwanza tunaweza kuituliza hapa hapa ilipo. Hapa tuka click hapa tutai, tutashika hii knob, hii knob tutainyonga hii knob, na then hapa tutaona ina fade hapa. Hizi ndo kelele zetu, ndo high zetu ambazo zinapiga sana kelele hizi kwayo tutafedi hapa, na tuangalie hapa tuone inavyofedi ta. Okay, tunaisikia inavolia sasa hivi, tofauti na ukirudisha inobu tunaisikia ina kelele hapo tukifedi, okay. hiyo ni njia ya kwanza ha, lakini njia ya pili tutaipeleka katika miksa yetu iambia track iende katika mixer yetu. Hapa tutatumia ka plugin kamoja hapa, kanaitwa transient aka hapa. Hii ni ni plugin ya katika FL Studio. Tutanyonga nobu yetu hapa, tumeisikia tofauti na ikiwa hiyo ni hatua ya pili na hatua ya tatu tutatumia ho, tutatumia hofa. Kuna kabando kanaitwa kahofa hapa, hii inaitwa hofa ambayo ina ina plugin nyingi nyingi humo ndani, maekoraiza marimita marivebu yako yakomnangi. Sisi tutatumia hofa EQ transient, tutumia hii aina tofauti na ile lakini, sasa inategemea wewe yepi unataka kuitumia, ama wewe yepi umeipenda. Tutanyonga hapa, tutapunguza, tutakata ule uchafu wetu tunaisikia inapopiga. So tutaboost pale juu kidogo, tutaboost hapa, tutaboost hapa kidogo busti kidogo tu. Busti kidogo hapo tunaweza tukabusti tena kidogo. Okay, utaangalia wewe wapi unapendelea snia yako iliaje, hapo uibusti vipi? ikate vipi hapo, taangalia. So tukizima hapa, tukiwasha na imani hapo, ndugu zangu, rafiki zangu, producers wenzangu, mtakuwa mmenielewa. Na sitoacha kujibu yale maswali katika chaneli yangu ya Scott Beatz Channel. Nashukuru kwa kujitokeza na kuniuliza maswali na nitaendelea kujibu yale ninayoyaweza na ninayoyajua niliyokuwa nayo uzoefu nayo. Karibuni tu, msisahau kupitia chaneli yangu. Asante.